Vita hii haikuwa ya Afrika. Afrika haikuiomba, Afrika haikuiamua, lakini wakati dunia ilipochomeka, ilikuwa migongo ya Waafrika iliyobeba mzigo wa vita, na historia ikachagua kunyamaza. Mwaka wa 1939 dunia ilianza kubadilika. Ulaya iliingia vitani, mataifa makubwa yakapigania nguvu, ardhi na heshima. Lakini mbali na sauti za mabomu ya Ulaya, kulikuwa na bara moja ambalo halikupewa sauti Afrika. Afrika haikutangaza vita, Afrika haikuchagua upande, lakini Afrika ilihesabiwa kama sehemu ya vita, kwa sababu wakati huo Afrika haikuwa huru. Ilikuwa chini ya himaya Uingereza, Ufaransa, Italia, Ubelgiji. Kwa wakoloni hawa, Afrika haikuwa nyumbani kwa watu, ilikuwa ghala la rasilimali, na wakati vita vilianza, ikawa ghala la askari. Wanaume walichukuliwa kutoka vijijini, kutoka mashambani kwenye familia zao. Wengi hawakujua kusoma, hawakujua ramani ya dunia, hawakujua kwa nini vita vilikuwa vinafanyika. Walijua jambo moja tu, walikuwa wanaitwa. Wengine waliambiwa watajiriwa, wengine waliambiwa ni heshima, wengine hawakuambiwa chochote. Walivaa sare za mataifa ambayo hayakuwa yao, na wakatumwa kupigana vita ambayo haikuwa yao. Afrika kaskazini ikawa uwanja wa vita, jangwa likawa kaburi jua kali likawa adui mwingine. Libya, Misri, Tunisia, majeshi ya Ujerumani, Italia, Uingereza na baadaye Marekani yalipigana juu ya ardhi ya Afrika. Lakini waliopoteza maisha kwa wingi hawakuwa viongozi wakubwa, walikuwa Waafrika. Walitembea kwa miguu mirefu jangwani, walibeba silaha nzito, walilala bila maji ya kutosha, walipigana vita ngumu chini ya amri ya watu waliowaona kama watu wa daraja la pili. Askari mweusi alipoumia alikuwa wa mwisho kutibiwa askari mweusi alipokufa hakukuwa na sherehe majina mengi hayakuandikwa makaburi mengi hayakuwekewa alama familia zilibaki kusubiri miaka ikapita hakuna barua hakuna maelezo vita ikaisha kwa ulaya lakini kwa afrika maumivu yaliendelea kuna kijana mmoja kutoka afrika magharibi aliondoka akiwa na miaka 20 aliacha mama mzee aliacha mke mja mzito Aliambiwa, ukirudi utaheshimiwa. Hakuwahi kurudi. Mke wake alisubiri, mtoto akazaliwa bila baba, miaka ikapita na ukweli haukuwahi kufika. Haya hayakuwa matukio ya kipekee, haya yalikuwa maisha ya maelfu. Ulaya iliposherehekea ushindi, bendera zikapeperushwa, lakini katika vijiji vya Afrika ulikuwa na ukimya, kwa sababu ushindi haukuwa wao. Afrika ilipigana, Afrika iliteseka, Afrika ilitoa damu lakini historia iliendelea mbele bila kuitazama nyuma. Vita ilipoanza kupungua, askari wa Afrika waliinua macho yao. Walikuwa wamechoka, walikuwa wamejeruhiwa, lakini walikuwa na matumaini. Walikuwa wameambiwa, baada ya vita mambo yatabadilika, baada ya ushindi heshima itakuja, baada ya damu hii uhuru utazaliwa. Ahadi hizi zilikuwa tamu, lakini zilikuwa tupu. Askari wengi walirudishwa nyumbani kwa meli zile zile zilizowachukua zile vitani, lakini safari ya kurudi haikuwa safari ya heshima. Walishushwa kimya kimya, hakuna gwaride, hakuna medali. Wengine walirudi na majeraha yasiyopona, wengine walirudi na kumbukumbu zisizofutika, na wengi hawakurudi kabisa. Katika nchi nyingi za Afrika, majina ya askari waliokufa haya kuandikwa kwenye vitabu kwa wakoloni Maisha ya mwafrika yalikuwa rahisi kusahaulika. Kwao vita ilikuwa namba, lakini kwa Afrika vita ilikuwa majeraha ya milele. Wakati huo huo, Ulaya ilikuwa inajijenga upya. Miji iliyobomolewa ilijengwa tena, uchumi ulianza kukua, maisha yakaanza kusonga mbele. Lakini Afrika, Afrika ilirudi pale pale, chini ya utawala ule ule, chini ya minyororo ile ile. Hakukuwa na uhuru hakukuwa na shukrani. Kulikuwa na ukimya. Askari wa zamani waliporudi vijijini, walikuwa watu waliobadilika. Walikuwa wameona dunia, walikuwa wameona udhalimu, walikuwa wameona ahadi zikivunjwa. Na kwa mara ya kwanza waliuliza swali hatari: kama tuliweza kufa kwa ajili ya himaya, kwa nini tusipiganie uhuru wetu? Katika mikutano ya siri, katika masoko, katika nyumba ndogo za udongo, mazungumzo mapya yalianza haya kuwa ya vita vya Ulaya, yalikuwa ya Afrika. Watu walianza kuzungumza kuhusu heshima, kuhusu ardhi, kuhusu sauti. Vita ambayo haikuwa yao iliwafundisha jambo moja muhimu: imaya hazikuwa zisizoshindwa. Katika Afrika Magharibi, katika Afrika Mashariki na kusini mwa bara, mbegu za mabadiliko zilipandwa. Askari wa zamani wakawa viongozi, wakawa waandishi, wakawa wapigania uhuru. Walikuwa wamechoka kunyimwa, walikuwa wamechoka kunyamazishwa, na historia mpya ikaanza kuandikwa. Lakini gharama haikuwa ndogo. Mapambano ya uhuru yalileta mateso mapya, yalileta vifungo, yalileta vifo. Lakini safari hii waafrika walikuwa wanapigania vita yao wenyewe. Hata hivyo, hadi leo kuna jambo moja bado halijarekebishwa: mchango wa afrika katika vita vya pili vya dunia bado haujasimuliwa kikamilifu. Vitabu vingi vya historia vinazungumza juu ya Ulaya, vinazungumza juu ya Marekani, vinazungumza juu ya majenerali wakubwa, lakini vinawasahau wale waliobeba mizigo, waliochimba barabara, waliopigana bila kutajwa majina. Afrika haikuwa mtazamaji, Afrika haikuwa pembeni, Afrika ilikuwa katikati ya vita, lakini ilisimuliwa kama kivuli. Vita vilipoisha rasmi, dunia ilianza kusonga mbele, mikataba ilisainiwa mipaka ilichorwa tena, historia mpya iliandikwa. Lakini katika maandishi hayo Afrika ilionekana kama maelezo ya chini, kana kwamba bara hili halikutoa chochote, kana kwamba damu ya Waafrika haikumwagika. Kwa miongo mingi, hadithi ya vita vya pili vya dunia ilisemwa kwa sauti moja, sauti ya washindi. Lakini sauti za Waafrika zilibaki chini ya kelele: askari waliobeba mizigo jangwani, wale waliokufa bila makaburi wale waliorejea nyumbani bila shukrani, sauti zao hazikusikika. Hadi leo watoto wengi wa Afrika wanajifunza historia ambayo haimtaji babu yao. Wanajifunza majina ya majenerali wa mbali, lakini si majina ya wanaume waliotoka katika vijiji vyao wenyewe. Hii si ajali, hii ni chaguo la historia. Lakini ukweli hauwezi kufichwa milele, kwa sababu athari za vita ziko bado hapa. Ziko katika mipaka ya nchi ziko katika migogoro, ziko katika uchumi uliovunjwa, ziko katika kumbukumbu za familia. Vita ambayo haikuwa yetu ilibadilisha maisha yetu. Afrika haikuwa dhaifu, Afrika ililazimishwa. Lakini kupitia maumivu, Afrika ilijifunza. Ilijifunza kwamba himaya zinaweza kushindwa, ilijifunza kwamba heshima haipatikani kwa kuomba, ilijifunza kwamba sauti lazima ipiganiwe. Ndiyo maana baada ya vita Afrika haikubaki kimya milele. Kutoka Ghana hadi Kenya, kutoka Algeria hadi Afrika Kusini, mapambano ya uhuru yalianza. Wengi wa viongozi hawa walikuwa askari wa zamani, walikuwa wameona uongo wa himaya na hawakuwa tayari kurudia. Uhuru haukuja kwa urahisi, ulikuja kwa damu nyingine, kwa mateso mapya, kwa miaka ya mapambano, lakini safari hii ilikuwa safari ya Afrika. Leo tunapotazama nyuma vita vya pili vya dunia, lazima tujiulize ni nani aliyeshinda kweli, na ni nani aliyelipa gharama? Ulaya ilijijenga upya, Marekani ilikuwa na nguvu, lakini Afrika ilibaki na makovu. Lakini pia Afrika ilibaki na kumbukumbu, kumbukumbu za wale waliopigana bila kuchagua, waliokufa bila kutambuliwa, lakini waliobadilisha historia kwa njia ambayo haikuandikwa. Vita hii haikuwa ya Afrika, lakini mzigo wake ulianguka mabegani mwa Afrika. Na hadi historia itasema ukweli huu kwa sauti, vita hii haitakuwa imeisha kweli.